John alikuwa kijana mchangamfu mwenye ndoto kubwa, akili nyingi, na moyo wa upendo. Alizaliwa katika familia ya kawaida, lakini aliinuka kwa haraka katika maisha. Alipata kazi nzuri jijini, akawa na gari, akajenga nyumba ndogo ya kisasa, na hata kuanzisha biashara ya mavazi. Kila aliyemwona John alijua wazi, huyu kijana nyota yake inang'aa. Lakini John alisahau kitu kimoja muhimu, kutunza na kuheshimu baraka alizopata. Siku moja, aliamua kufanya usafi mkubwa nyumbani. Alitoa nguo zake za zamani, viatu ambavyo hakuwa anavaa tena, na kuvitupa kwenye dampo lililokuwa nyuma ya nyumba yake. Baadhi ya nguo hizo zilikuwa na kumbukumbu muhimu, suti ya kwanza aliyovaa kwenye usaili wa kazi, shati alilovaa alipopandishwa cheo na viatu vilivyompeleka maonyesho ya kwanza ya biashara yake. Lakini kwake vilikuwa vya zamani tu. Aliitupa kila kitu bila hata kufikiri. Alipoondoka dampo lile, alisikika akisema kwa dharau, hivi vitu havina maana tena, siwezi hata kuvitazama. Aliondoka bila kujua, macho mawili ya kijani yaliyokuwa yakimkodolea macho kutoka kwenye kichaka karibu na dampo. Ni macho ya Mama Ndembo, mwanamke mkongwe maarufu kwa uchawi na ushirikina, aliyekuwa akiishi peke yake kando kando ya kijiji. Siku chache baadaye John alianza kuona mabadiliko. Kwanza, simu za wateja zilianza kupungua, kisha magari yake yalipata ajali zisizoeleweka. Biashara ilianza kuharibika ghafla. Akilini mwake alihisi tu ni mzunguko wa maisha lakini mambo yalizidi kuwa mabaya. Alienda benki siku moja kupata mkopo, akashangaa faili lake limepotea. Akaenda ofisini kwake, akakuta amefutwa kazi kwa sababu ya utovu wa nidhamu, tuhuma zisizokuwa na msingi. Hatimaye alilazimika kuuza gari, kisha nyumba, kisha kuhamia chumba kidogo mitaani. Hakuelewa kilichokuwa kinatokea. Usiku mmoja, akiwa amelala kwenye godoro lililokuwa sakafuni. Alipata ndoto. Ndoto hiyo ilimpeleka kwenye eneo la dampo alilolitupa nguo na viatu vyake. Alikuta Mama Ndembo akiwa amezizungusha nguo zile kwenye moto mdogo uliokuwa unatoa moshi wa kijivu. Viatu vyake vilikuwa vimepangiliwa katika duara, na katikati yake kulikuwa na sanamu ya udongo yenye sura yake. Mama Ndembo alikuwa akiimba kwa sauti ya chini, nyota imeanguka mwanga umezimika, mwenye baraka sasa hana kitu. John alishtuka kwa hofu. Alipoamka, mwili wake ulikuwa na jasho jingi na moyo wake ulikuwa mzito kama jiwe. Alijua wazi hii haikuwa ndoto ya kawaida, kulikuwa na kitu cha kweli ndani yake. Siku iliyofuata, alienda kumtembelea mzee mmoja wa hekima kijijini aliyejulikana kama Babu Sefu. John alimsimulia yote. Babu Sefu alimtazama kwa macho yaliyojaa huruma, kisha akasema, kijana, nguo zako zilikuwa zimebeba ushuhuda wa safari yako, zilikuwa na baraka. Ulipotupa ukupeana kwa waliokuwa na uhitaji, ulivitupa kwenye mikono ya giza. Hapo ndipo nyota yako ilipoibwa. John alishangaa, lakini babu, si ni vitu tu? Babu Sefu alitikisa kichwa, hakuna kitu ni kitu tu kila kilichokuinua kina chembe ya nguvu yako. Unapokikataa unakataa pia sehemu ya nafsi yako. John alianza safari ya kurejesha nyota yake. Kwanza alifunga na kuomba kwa siku saba. Kila alfajiri aliamka kuomba msamaha kwa Mungu, akitubu kwa kila tendo la dharau na kutothamini baraka, kisha alikwenda kutoa msaada kwa watu waliokuwa na uhitaji. Akaanza na watoto wa mtaani, akawapa nguo, chakula, hata maneno ya faraja. Alicho nacho kilikuwa kidogo sana, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa kuliko yote. Katika siku ya saba, alitembelea kaburi la mama yake mzazi na kulia machozi ya toba. Akasema kwa sauti, "Mama, nisamehe, nilidhani baraka ni vitu, sasa najua baraka ni moyo wa kutoa Siku chache baadaye maisha yake yakaanza kubadilika. Alipewa kazi ndogo ya kufundisha vijana kuhusu biashara. Kazi hiyo ikafungua milango mipya. Alipewa msaada wa kuanzisha tena biashara ndogo. Muda si mrefu, wateja wakarudi na jina lake likaanza kung'aa tena mitaani. Nyota yake ilianza kuangaza upya lakini sasa akiwa mnyenyekevu zaidi na mwenye heshima kwa kila baraka, hata zile ndogo. Leo hii John ni mhamasishaji wa vijana, husimulia hadithi yake kila anapopata nafasi. Anasema kwa sauti kubwa, usitupilie mbali kilichokusaidia kuinuka, usikidharau, kitoe kwa moyo wa upendo, kwa maana hujui, huenda hicho ndicho kinachoshikilia nyota yako. Na kila anapotoa msaada humwangalia mtu huyo machoni na kusema: baraka hizi hazitokani na mali, zinatokana na moyo.